Tusizungumzie wivu kwamba o mama na nyumba nzuri e. Yaani ndivyo vya kuzungumzia hivyo. <laughs> Maandiko yako wazi, yanasema wewe ni Mkristo. Hata Yesu alipokuja akasema, Mwisraeli kwanza, mwingine baadaye. Biblia inasema sio wapenda wa nyumbani mwake ni mtumwa kuliko wa uaji. Nikibarikiwa mimi, mtoto wangu lazima barikiwe nikibarikiwa mimi familia yangu lazima ibarikiwe. Nikibariki nik, nik, naanza na watoto, nikimaliza watoto nakuja familia nzima, ukoo. Nikimaliza ukoo nakuja kijiji nilichozaliwa, nikimaliza kijiji, wilaya. Nikimaliza wilaya, mkoa. Mkoa, taifa. Umeona, hivyo ni ngazi hizo zinasema. Nikimaliza wilaya, taifa. Tunaposhindana kati ya nchi na nchi, nasimama na utanzania kati ya familia na familia familia yangu. Kwa hiyo tusizungumzie mambo ya ya ya ya ya hisia ya, ya, ya mtu kabisa, analeta analeta analeta. Kuna juzi clip moja nimeona juzi, mtu analeta uh, yaani, cheki ya bilioni mbili bilioni mbili, kwamba huyu ni fisadi. Nataka niwaambie bilioni mbili huku kwenye uchimbaji ni hela ya kawaida kabisa. Anapata mtu mtu ambaye wa kawaida bilioni mbili tatu, wa kawaida na anakula miezi mitatu miwili, mwaka meisha. Kwa hiyo tutoke huko, wa Tanzania tufanye kazi. bilioni mbili ya kuweka kwamba mtoto wa wa-, wa fulani ana bilioni tatu, kwenye bilioni tatu kweli bilioni tatu za bilioni tatu, sisi tuambie trilioni tushtuke, kwamba kweli bajeti ya serikali mtu anayo? Hapana, tusifike huko. Watanzania waendelee kuwa na amani, nchi ni ya amani, wakapige kula na wasiwe waoga, wakapige kula. Uh, tumeona kwenye hii serikali uh, kwa mimi nilivyoona inaenda in vizuri imebeba watu wote, imebeba machinga, imebeba mama ntilie, imebeba imebeba wafanyabiashara sasa sijui kundi gani limekosekana. Mungu wangu dona alitafuta hilo kundi ambalo limenyimwa haki na serikali mpaka liweke hasira ya kumala, labda kwa sababu nikipost kwenye mtandao nitasikia kwamba kundi gani haswa katika serikali ya awamu ya sita hii halijapewa nafasi na linaona lijenge chuki kubwa. Lakini kwa mimi binafsi, tokea serikali ya awamu ya tano imekuwa karibu Uh, kutengeneza uh, ukaribu kati ya serikali na wananchi. Mimi napitaga nafanya vipindi vingi. Unajua, kabla mimi sijawa balozi nilikuwa nafanya vipindi vya kufanya utafiti kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vijiji na watu sio eh, tu unamuuliza una mtu bila kujua wewe eh, eh, uko chama gani au una mlengo gani, lakini kiukweli sijawahi eh, katika kuuliza mtu sana Yaani, asilimia uh, themanini, yani watu nane ukiwauliza, hata tungekuwa tunafanya hapa live tunatembea mtaani, watu nane utakao kutana nao, wanakuambia wana imani na serikali ya awamu ya sita. watu wawili watakwambia hawana imani na wenyewe, ambao hawana imani, ukiwaambia lete, kwa nini sababu ni zipi, watakupa majibu, lakini yale majibu utaona ni kama hii nchi ni keki, mwona tunatakiwa tugawane, lakini kuna watu hawaja hawajagawana. Mimi siamini kwamba hii nchi ni keki tunatakiwa tuanze kugawana, kwamba mimi nipate portion yangu huyo apate portion yangu. Mimi naamini hii nchi ni ya Watanzania na imetoa fursa ya Watanzania kufanya kazi zao, lakini wale ambao wanachuki ni kama hii nchi ni keki, kwamba ni lazima tuanze kugawana kipande fulani pande fulani au eneo fulani, lazima sasa. Hicho kitu kwa kweli, niwaombe hata wa mtandaoni, kama kuna mahali umenyimwa, zungumza, iwe ajira labda hujapewa unini au nini au chochote ambacho unaona hiki kimenikosesha haki mimi kama Mtanzania, haki mimi. Sio wewe ujiangalie wewe peke yako, katika watu milioni sitini, uangalie kwamba hili kundi tumekosa karibia asilimia arobaini ni tishio. Katika hii kundi tumekosa hiki, mimi ninaamini sisi mabalozi wa amani tunaongea kila siku, tutakuwa na jibu kwamba ah, serikali hili na hili hili na hili na hili na hili ni too much.